Nguvu ya kuharibu aibu. Nguvu ya kuharibu aibu. Mpendwa katika Bwana, aibu ni kitu gani? Aibu ni hali ya kuchekwa, ukiwa ni mtu ambaye Mungu alikupa neema ya kuwa na maisha mazuri, alafu ghafla maisha yakaporomoka, aibu, watu wanakunyeshia mkono. Ukiwa umevaa nguo alafu nguo ikachanika katikati ya barabara, aibu, kwa sababu unakuwa umeshindwa kujisitiri. Mwanamke ambaye anatembea nusu uchi, watu wanapenda kumsema vibaya, wanasema anatembea nusu uchi kwa sababu anatia aibu. Ndio maana kina mama wenye nguvu wanaenda kumfunika, wanaona anatia aibu. Unapokuwa umepanga mipango yako mizuri, mfano mwaka huu kuna watu walipanga kilimo wakalima kwa grade wakalima kwa tractor wakapanda mazao mengi, alafu unafika kabla ya kuvuna mazao yote yanakauka. Aibu. Unajiuliza unakosa nini, kwa nini imetokea? Inaitwa nguvu ya kuletea aibu. Tunaelekea mwezi wa kwanza, muda sio mrefu, au mwezi wa saba. Mtoto amna ada, unatamani umpeleke shule unashindwa kwa unapata aibu kwa sababu watu wanakuona kama vile ni mtu ambaye mzazi ameshindwa kutunza familia, mwanaume ambaye unadeka na shida kwa ajili ya kupata pesa. Unapokosa pesa za kurudi nazo nyumbani, unajisikia aibu kwa sababu watoto wanakaa na njaa navutu kwao. Mwanadamu ameumbwa kwa namna ambavyo Mungu hakutaka awe na aibu, ndio maana kitabu cha Mwanzo sura ile ya ishirini na ya kwanza kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 27 unasema wazi kwamba Mungu alimuumba mwanadamu kwa mfano wake. 26, 27, anasema akampa akaende kumiliki na kutawala. Kwa Mungu alimpa mamlaka, akasema tunaomba mtu kwa mfano wetu. Kule mbinguni hakuna aibu, hakuna shida. Mungu alimuumba mwanadamu akiwa na nguvu nyingi, ndio maana Adamu alikuwa na kila kitu pale mstarini Nilikuwa naongea na watu asubuhi, wa nikasema, hivi Mungu alikuwa mjinga mjinga ya Mungu apushevana anisamee samaki wa baharini ni wengi, wanadamu wanakula kila siku, matunda tunakula kila siku haishi. Kwa Mungu alikuwa kila kitu kwa utele. Hii dunia ina vitu vya kutosha kila mwanadamu, ila vikuwa katika watu wachache. Sasa kwa sababu hiyo, wale ambao wanakuwa wamekosa wanakuwa katika aibu. Ukiwa na ugonjwa mbaya unatoa usaa ndani kwa ndani, unajisikia aibu. Aibu ni roho, roho ya kukufedhesha na kuangusha chini. Ndio maana Mungu akamtoa Kristo kwa ajili ya kuondoa aibu. Anasema Bwana ni kimbilio langu kwanza safari ya maisha, alafu unafika tu na kwa e, Mungu niepushe na aibu. Utajificha wapi? Uso wangu, unaweza kwenda kukopa hela sehemu ili uanze biashara, alafu biashara ina goma, unajiuliza, naenda wapi na aibu hii? Nakimbilia wapi na aibu? Aibu hii, aibu sio kitu kizuri kwa, kuna roho kazi yake ni kumwaibisha mtu. Ndoto zifuatazo nne zina maana ya aibu. Ndoto ya kwanza, unaota usiku unakanyaga kinyesi, maana yake unaenda kuaibishwa. Kama ukiwa na akili timamu, ukiamka asubuhi, piga magoti sana, kuja roho ya kuaibishwa. Mungu anakuandaa kwa ajili hiyo. Ndoto ya pili, unatembea sehemu kifua wazi, anavyoweza kuangalia wala majari, unajisikia vibaya, natamani watu wakimbie, lakini huwezi, roho inaitwa aibu inakufata moja kwa moja kwenye maisha yako. Jambo ya tatu, unaota usiku unaibiwa vitu, unaota usiku majambazo wakukuvamia na una nguvu za kuwapiga. Maanake roho ya aibu inakuja juu ya maisha yako. Mungu ajaumba mwanadamu ili amuaibishe. Mungu amemuumba mwanadamu ili ambariki na kumpa neema kinyume cha baraka ni aibu, roho ya kukushusha chini. Bado ilipokuwa, mtu mmoja alienda kukodi jengo na usiku ule ule akaibiwa kila kitu alichokuwa ameweka ndani ya duka. Aibu imemkuta atashinda, polisi mpaka lini? Maisha yana roho inaitwa roho ya aibu. Jiona leo, Mungu ana habari njema. Kitabu cha Isaya sura ya 54 mstari ule wa kumi na nne mpaka 17 tuangalie kwanza mstari ule wa kumi na nne anasemaje? Isaya 54:14 anasema, anasema utathibitishwa katika ake utakuwa mbali na kuonewa roza, hiyo ni roza maonevu. anasema kwa maana hutaogopa na mbali na hofu, kwa maana itakukaribia. ni ahadi ya Mungu. Kwa sababu ukisha kuwa na ukianza kuwa na kuonewa, lazima utaibika. Ukishaanza kuwa na hofu, lazima utaibika. Mstari wa 16 anasemaje? 16, anasema tazama, nimemuumba muzi abuvutaye. Tuanze kwanza 15. Tuanze 15. Anasema 15. Anasema tazama, yumkini watakusanyana, yumkini watafanya nini kwa ajili ya kuwaibisha. Anasema si kwa shauri yangu, watu wote watakao kusanyana, wao wachawi, wao washirikina, wao walosi, watu aina yote, anasema watakao kusanyana juu yako wataanguka kwa ajili yako. Msasi anafanyaje kuweza kamaushamto? Baada ya kuwaibisha, anasema tazama, nimeumba mhunzi avukutae, avukutae moto kwa kwa makaa akatoa silaha kwa kazi yake, nami nimemuumba mharibu ili haribu. Haribu nini? Twende mstari wa kumi na saba. Anasema kila silaha ya kukuaibisha wewe ambayo imetengenezwa juu yako haitafanikiwa. Anasema na kila nini, ulimi utakoinuka juu yako, watu wakainuka kwanza kusema mabaya, anasema katika huo sawa utahukumu kuwa mkosa. anasema mstari wa mwisho, angalia anachosema huo ndio urithi wa watumishi wa Bwana. Jio nadao tunakwenda kuomba maombi ya sita, kila aina ya aibu ambayo imewekwa ndani yangu inaenda kufa katika jina la Yesu. Kama kuna mkakati wote wa kuaibisha tunaenda kutengua katika jina la Yesu, na Mungu atatuma malaika kukusaidia kutoka kwenye aibu kwenda kwenye baraka Mungu atatuma malaika kusaidia kutoka kwenye shida kwenda kwenye ushindi. Mungu atatuma malaika kwa kuondolea tabu na huzuni kukupa furaha na ushindi, kwa sababu ndiyo malali ya Mungu yalikuwa.